ya atwariqa Tijaniya atwa, ni tarika ambayo kwamba ina kazi kubwa na ni tarika ya kitasawuf na tarika zote ni tarika za kitasawuf. Said Ahmad Tijani alizaliwa mwaka wa 1150 Hijria akafariki mwaka wa 1230 Hijria. Alizaliwa katika mji wa Jazair, mji wa Jazair ni mji ambao kwamba uko karibu na hapa Maghrib Moroko. Uh, kisha akatoka akaenda Makka kwa ajili ya kufanya haji, kwa kufanya haji kama kule, akapambana na wanazuoni wa kitasawuf akaipokea tasawuf na akasoma kupitia mikononi mwao, akarejea akarejea kwa kwao kwa Jazair. Baada ya kurejea Jazair akaja zake Maghrib na akapokelewa, ambapo kipindi hicho mfalme alikuwa ni Maulaya Suleiman akampokea. Akaja akaishi katika mji wa Fas. Kuishi kwake katika mji wa Fas alikuwa na taharuku, eh, taharukati nyingi na hapo ndo akaasis tarika Atijania mwisho mwisho wa karne ya kumi na nane miladia na ni tarika ambayo kwamba imefanya kazi kubwa. Ahmadu Tijani ni mmoja katika watu ambao kwamba wamepitia kusoma katika jamiatu Al-Qarawiyyin ambayo kwamba tumeielezea tarehe yake. Asaida Ahmad Tijani alifahamika kwamba ni mtu wa adhkari sana, na dhikri yake kubwa sana alikuwa ni la ilaha illa Allah muhammadu rasulullah, na sala ya mtumi ambayo kwamba alikuwa ameishika sana ni Allahumma salli ala sayidina Muhammadi lfatihi lima ughliq walkhatimi lima sabaq nasir lhaq bilhaq walhadi ila siratika lmustaqim mpaka mwisho. Natoka tuje katika msikiti kama hunu na katika zawiya yake kama hini, tunaona watu wanakariri swala ya mtumi kama hiyo na kukariri hiyo la ilaha illa llah ambayo kwamba alikuwa ndizo adhkara likizitumia sana. Asaida Ahmad Tijani yasemekana kwamba tarika yake kama hii ni tarika tutijania, aliipokea mubasharatan kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, na kama wanavyoelezea kwamba aliipokea yakdhatan kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwayo si tarika kwamba labda ina sanad ameipokea kwayu, la, ameipokea kutoka kwa mtume moja kwa moja, lakini ni baada ya kusoma kwa wanazuoni wa tasawuf, wanazuoni amboyo kwamba walikuwepo katika Makkatul Mukarrama pindi alipokwenda kutekeleza ibada yake ya haji, na hapo akakutana na mashaikhe wa kitasawuf, akasoma akarudi na tasawuf amboo kwamba kwa imejaa kabisa, na akaieleza na akafanya kazi kubwa na hasa katika mambo ya azkar na kuweka halakati za dhikri, ambaye kwamba Said Ahmad Tijani ndio ambaye kwamba leo tumekuja kuzuru kabri yake huyu hapa. E, ambee kwamba amekufa kama tulivyoelezea mwaka wa elfu moja na mia mbili na thalathini mwisho mwisho wa, au kati kati au mwanzo mwanzo wa karne ya kumi na mbili hijiria, sawasawa na mwaka wa elfu moja mia nane kumi na tano kaburi, miladia. Kaburi hiyo iko katika mji wa Fasi, mji ambao kwamba kadhalika ni mji wa taarikhi na tumeelezea taarikhi yake. Tumwombe mola subhanahu wa Ta'ala, atupatie baraka zake na atupatie nafahati zake na atujalie ni wenye kufuata nyendo zao njema walizokuwa nazo na watupe yale ambao kwamba Mwenyezi Mungu amewapatia wao. Mwenyezi Mungu atujalie, min ladhina yastamiuna alqawla fayatabiuna ahsanahu. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Zahmid TV.